Ukizungumzia yes, swala so zima la usafiri kwa jiji la Dar es Salaam kwa sasa hivi, lakini pia hata kipindi cha nyuma ulikuwa ni mgumu sana na bado unaendelea kuwa mgumu. Ingalia kwa, kwa, kwa sasa hivi kidogo kumekuwa kuna marekebisho baadhi, so, eh, usafiri umeweza kuongezeka kwa, kwa namna moja ama nyingine, lakini jinsi ambavyo siku zinazidi kuongezeka uh, zinazidi kwenda na watu wanazidi kuweza kuongezeka katika eh, jiji hili. Sasa serikali pia imeweza kufanya jitihada tofauti tofauti za kuweza kuhakikisha kwamba swala hili eh, inau hasa eh, kwa sasa hivi tunaona kabisa barabara nyingi kwa jiji hili la Dar es Salaam ukiweza kupita unaweza kukuta marekebisho yamekuwa ni makubwa, eh, wakiweza kurekebisha barabara ili watu wengi waweze kuendelea kuzitumia, lakini pia masuala mazima ya usafiri yaweze kuwa sawa na yaweze eh, kuwa poa kabisa. Sasa tukienda katika swala zima la mabasi yaendayo kwa haraka, yani mabasi ya mwendo kasi. Wakara wa mabasi yaendayo kwa haraka Dar es Salaam DART ameweza kuingia mkataba wa miaka kumi na mbili na kampuni binafsi ya usafirishaji ya Emirates National Group ambayo pia kutokea kutoka Abu Dhabi e, ni moja kati ya majina ambayo pia ndio ambao waweza kushirikiana ili kuweza kushikilia mkataba huo wa miaka e, kumi na mbili sasa kwa ajili ya kuweza kuendesha mfumo wa BRT jijini Dar es Salaam. Mkataba huu pia uliweza kusainiwa rasmi Ijumaa, iliweza kuashiria hatua muhimu katika e, jitihada kubwa zaidi za kiserikali ili kuweza kuboresha huduma za usafiri kwa umma e, katika jiji la kibiashara yani ehapa okay, hapa, hapa eh, Tanzania. Sasa kwa mujibu eh, wa mkurugenzi mtendaji wa DART ambaye anafahamika kwa jina la Dr. Athman kah, kahamia eh, kampuni ya eh, Kampuni ya ENG e, itasimamia e, uendeshaji wa awamu ya kwanza e, ya mradi wa BRT na italeta mabasi mapya 177 ambayo pia yataweza kusaidia kuweza kuongeza ufanisi zaidi, uwiano na huduma na upatikanaji wake kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam. E, so tuweze kutegemea mabasi e, 177 e, kuweza kuingia katika nchi ya Tanzania na kuweza kutumika katika masuala mazima ya usafiri sehemu kutokea sehemu moja sehemu nyingine. Sasa mchakato huu pia uliweza kuanza mwaka 2017 e, kupitia mfumo wa ubia e, kati ya sekta ya umma e, na binafsi yani PPP, lakini ulikumbwa na changamoto mbalimbali hasa e, kuhusu viwango vya nauli na mifumo ya usuluhishi na migogoro ambayo pia ilikuwa inaweza kutokea. Sasa mnamo mwaka 2020 na Mnamo mwaka 2020 serikali pia iliweza kutangaza zabuni mpya ambayo pia kampuni 40 ziliweza kuwasilisha maombi na hatimaye ENG, eh, ENG ikaibuka mshindi. Na sasa baada ya miaka kadhaa ya maandalizi na majadiliano, pia utekelezaji rasmi wa mkataba huo umeweza eh, kuanza. So kumekuwa kuna jitihada nyingi, lakini pia masuala mazima tofauti tofauti ya kuweza kuhakikisha eh, wananchi wa Tanzania wanaweza kupata usafiri bora kabisa eh, kutokea hapa Tanzania lakini pia hasa katika jiji la eh, Dar es Salaam. Lakini pia watu wengi wamekuwa wakilalamika sana kutokana na mabasi mengi ya mwendokasi yamekuwa yakionekana mengi, mengi yakipaki sana eh, katika vituo ambavyo pia yanakuwa yamekaa ya me, ya mengine yamekuwa ni mabovu eh, so inawezekana kwamba kumekuwa kuna eh, kushindwa kuweza kuyarekebisha ili waweze kuendelea kupita barabarani kwa sababu pia watu wamekuwa ni wengi, usafiri umekuwa mgumu ukipita kituo cha mwendokasi unakuta watu wamejaa sana wakiendelea kusubiri mabasi hayo. So utaratibu uweze kufanyika vizuri ili watu wengi waweze kuendelea kuenjoy na na usafiri huu kutokea hapa, e, Dar es Salaam. So mabasi 177 e, so so far so good yatakuwa poa pia yataweza kusaidia endapo kampuni hii pia ambayo imeweza kuingia ubia wa miaka kumi na mbili, e, kama mdhamini um, lakini pia kuweza kuweka e, pesa na kuweza kushiriki katika swala so zima la kuweza kurahisisha usafiri kutokea hapa itakuwa poa poa and poa zaidi. Yapi maoni yako kwa kwa mtumiaji wa mwendokasi? Vipi unaenjoy na zile huduma ambazo unakuwa unazipata au pia taarifa hii inakuwa ina uzuri Eh, kiasi gani? Kwa upendo wako, komenti yako itakuwa ni muhimu kabisa.